Ndugu zangu wa Kagera, tumetekeleza ahadi yetu ya kufikisha umeme kila kwenye vijiji vijiji vyote kama tulivyotumwa na ilani, na kuelekea 2030 tunakwenda kumaliza vitongoji vyote. Tunataka umeme uwe wa kutosha kwa ajili ya kutekeleza mpango wa uanzishaji wa kongani za viwanda na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwenye sekta ya maji, amesema vizuri sana Uh, mheshimiwa waziri hapa kwamba tunakwenda kumaliza. Tunataka kila Mtanzania awe karibu na maji safi sa na salama, tunakwenda kumaliza. Ndugu zangu wa Kagera, tumefanya jitihada kubwa pia katika sekta za uzalishaji na biashara. Kwenye kilimo tumejipanga vyema kufanya kilimo biashara na kuifanya sekta ya kilimo ikuwe kwa asilimia kumi takapofika ishirini thelathini kutoka asilimia sita pointi kidogo ya sasa hivi. Kwenye sekta ya uvuvi katika miaka mitano ijayo, tunakwenda kuwajengea uwezo wa kufanya uvuvi wa kisasa kwa kuwapatia mafunzo na nyenzo, na ninaposema nyenzo ni mitaji, mikopo ya wavuvi, lakini pia vyombo vya kufikia kwenye maeneo ya mbali na kuweza kufanya uvuvi, na kwa kutambua changamoto ya samaki kupungua kwenye ziwa tutawezesha wavuvi wengi zaidi kufuga samaki kwenye vizimba, na huu ni mradi maalumu wa BBT jenga kesho iliyo bora. Tutawezesha vijana wengi wafuge samaki kwenye vizimba katika maeneo ya ziwa. Kwa upande wa wafugaji wetu, tutaendelea kuongeza thamani ya mifugo yetu kupitia kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo. Hatua nyingine muhimu ni kuwezesha ujenzi wa machinjio ya kisasa ili kutoa huduma bora na kuzingatia mahitaji ya viwango vya kimataifa. Ninafahamu kuhusu changamoto inayowakabili ndugu zetu wamachinga, kukosa eneo la kufanyia biashara, na ndio maana sasa tunajipanga kujenga soko kubwa, au jumba kubwa la wamachinga Bukoba mjini, au Machinga Complex hapa Bukoba mjini. Mkoa huu kuna mradi wa kimkakati wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi toka Haim, Hoima Uganda hadi Tanga. Mradi huu umetoa fursa mbalimbali za kiuchumi na kibiashara. Tunatarajia pia utatoa fursa nyingine wakati wa uendeshaji wa mradi huu, hasa kupitia makampuni ya watoa wa huduma. Tumeanza maboresho makubwa kwa bandari ya Kemondo kwa kuongeza urefu wa gati na kupanua mlango wa meli. Sasa meli kubwa kama MV Mwanza inaingia hapo Kemondo kupakia na kushusha bidhaa. Aidha, tumekarabati gati mbili kwa ajili ya vyombo vingine vidogo vinavyotoa huduma hapo ziwani. Kwa upande wa usafiri wa anga, tunajipanga kujenga kiwanja kipya cha ndege cha kimataifa cha mkoa wa Kagera.